Habari, mimi ni daktari hari Prasad. Mimi ni mshauri mwandamizi wa tiba ya ndani na kisukari katika hospitali za Apollo. Leo nataka kuelezea kwa undani kidogo kuhusu kisukari kama ugonjwa usioambukiza. Kwa hivyo sote tunajua kwamba kisukari kinaongezeka kwa kasi ya kutisha nchini na pia duniani kote. Kwa sasa tunaona takriban watu milioni 500 wenye kisukari kote duniani. Kwa hivyo tukichunguza kwa undani zaidi kuhusu epidemiolojia ya kisukari, tumegundua kwamba kuongezeka kwa miji na mtindo wa maisha usio na shughuli nyingi kunachangia ongezeko la wagonjwa. Pamoja na hayo, kuna pia ongezeko la idadi ya wazee. Kwa hiyo tunaona idadi kubwa ya wazee ambao wanaongeza idadi ya watu wenye kisukari duniani kote. Jambo muhimu kwa wakati huu ni kutambua mgonjwa wa kisukari mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo tunakutana na kisukari kama ugonjwa usioambukiza. Inaweza kuwa inatokana na tabia za kurithi ambapo mtu anaweza kuwa na uwezekano wa kupata kisukari kutokana na vinasaba au inaweza kuwa ni kwa sababu ya unene kupita kiasi au sababu nyingine za kimazingira kama vile kupungua kwa shughuli za mwili au ulaji wa chakula chenye kalori nyingi ambavyo vinaweza kumsukuma mtu kupata kisukari. Kwa sasa tunahitaji kufanya uchunguzi kwa mtu mmoja mmoja. Mtu yeyote mwenye umri wa zaidi ya miaka 30 au 35, aliye kwenye hatari kubwa au ana tabia au uwezekano wa kuridhi kisukari anapaswa kupimwa kuanzia umri wa miaka 30 au 35. Baada ya hapo, uchunguzi ufanyike kila mwaka au mara moja kila baada ya miaka miwili. Pia mtu mnene kupita kiasi, mtu mwenye historia ya kisukari kwenye familia, na mwanamke aliyepata kisukari wakati wa ujauzito, kinachoitwa gestational diabetes, naye anahitaji kufanyiwa uchunguzi na kufuatiliwa kwa miaka inayofuata baada ya umri wa miaka 30 hadi 35. Hivyo basi, uchunguzi wa mapema wa kisukari unasaidia kutambua watu walio kwenye hatari kubwa kabla hawajapata kisukari. Kwa hiyo, ukigundua watu hawa mapema, hasa ukiwakamata wakiwa bado kwenye hali ya awali ya prediabetes, bado unaweza kuwahimiza kufanya mabadiliko ko makubwa ya mtindo wa maisha kama vile kubadilisha lishe, kuongeza mazoezi ya mwili na kupunguza uzito. Hii inaweza kuwasaidia kubaki kwenye hali ya prediabetes au hata kuwafanya waingie kwenye hatua ya kupona kabisa kisukari ambapo wanaweza kubaki bila kisukari bila kutumia dawa na bila kupata matatizo yoyote yanayohusiana na kisukari. Mambo haya yote yanaweza kuzuilika. Kwa hiyo bado wanaweza kuwa kwenye kipindi ambacho wanafurahia maisha bila kuhitaji dawa na pia kuzuia kuanza kwa matatizo yanayohusiana na kisukari. Hii ndiyo nafasi au uelewa ambao unapaswa kuenezwa kwa umma na pia kwa watu walio kwenye hatari kubwa, hasa wazee, ili waweze kupimwa mapema na kuzuia kuanza kwa kisukari. Na hata kama watagundulika kuwa na kisukari au hawajagunduliwa bado, tunawatibu mapema. Kwa nini ni muhimu kuwatibu mapema? Unazuia kuanza kwa matatizo Kisukari sio tu namba, hatushughulikii nambari hapa, tunajaribu kuzuia kuanza kwa matatizo yanayotokana na kisukari. Hili linaweza kuwa tatizo dogo kama matatizo ya mishipa midogo, ugonjwa wa neva neuropathi, ugonjwa wa figo nefropathi, au matatizo ya macho kama retinopathi, au tatizo kubwa kama ugonjwa wa moyo kutokana na mishipa kuziba, atherosclerotic cardiac disease, kiharusi au tatizo la mguu linaloitwa ugonjwa wa mishipa ya pembeni peripheral vascular disease. Kwa hiyo, kwa nini hili ni muhimu sana kama uhamasishaji au kimataifa ili kuzuia kuanza kwa matatizo haya. Kwanza kabisa, hili litaweka mzigo mkubwa, mzigo wa kifedha na kiafya, sio tu kwa mtu binafsi, bali pia kwa familia, kwa serikali, kwa nchi na pia duniani kote. Hili litaathiri akiba ya watu wenye uwezo wa kufanya kazi. Kama mtu atagundulika kuwa na kisukari na matatizo yanayotokana nacho, itapunguza akiba au ubora wa maisha ya mtu huyo, na hivyo kupunguza uzalishaji na tija ya mtu kijana. Hivyo mambo haya yote yanaweza kuzuilika ikiwa watu watatambuliwa mapema na kuanzishiwa dawa kama itahitajika kwa wakati unaofaa. Ndiyo hivyo basi, huo ndio umuhimu wa kugundua magonjwa yasiyoambukiza mapema, hasa kisukari na pia shinikizo la damu, kwa sababu mara nyingi huambatana pamoja. Kwa hiyo kama tunaweza kuwatambua mapema kabisa, tunazuia kuanza kwa matatizo na kumsaidia mtu kuishi maisha yenye afya na pia kuhakikisha kwamba matatizo hayo yanaweza kuzuiliwa yasionekane. Katika hospitali za Apollo tunaweza kutoa uchunguzi huu kwa kufanya ukaguzi wa afya kwa watu wengi ambapo tunawatambua mapema wale walio katika hatari kubwa. Sio tu wale walio katika hatari kubwa, hata watu wa familia zao pia wanachunguzwa mapema ili tuweze kuwatambua mapema, kuanza dawa mapema na kuwachunguza kama tayari kuna matatizo. Kama kuna tatizo ambalo halijagunduliwa na ni la uhakika, linaweza kutambuliwa mapema ili kuzuia kuendelea kwa tatizo hilo, kuchelewesha maendeleo ya tatizo, na hivyo kuwasaidia kuishi maisha yenye afya kwa muda mrefu. Asante.